Baadhi ya viongozi wa ODM katika kaunti ya Kwale wametaka ahadi za manifesto ya chama hicho wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kutekelezwa kufuatia makubaliano ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Wakiongozwa na aliyekuwa mwakilishi wa kike wa Kwale Zuleka Hassan, wanasema ni wakati mwafaka wa ahadi ya kuwapa familia zisizojiweza shilingi elfu sita kila mwezi kutekelezwa. Aidha, wametaka visa vyote vya ufisadi kushughulikiwa na washukiwa kuchukuliwa hatua wa za kisheria. Tunaomba pia ile sasa elfu sita sita iliyosemekana Baba aliosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa. Tuanze kuona ile elfu sita kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawaji, hawajiwezi. Alafu na kitu chengine ambacho tunaomba ni kuwa ile elimu ya bure iliyoahidiwa iwe ipatikane kutoka nasari mpaka university, na tuna imani ya kwamba yale yote ambayo ameyataka kuyafanya kwa miaka yote katika hiki kipindi cha miaka miwili ambapo muungano huu utakuwa, yatatekelezwa. Tunashukuru, ni hatua moja sasa. Kenya ni iendelee, vijana tupate ajira, vijana tushughulishwe kwa miradi tofauti, hata huku nyanjani kukija miradi pia. Sisi venye ODM sahihi inashirikiana na na serikali, nafikiri tutapata nafasi. na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Kwale, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na, na mengi zaidi.